Mnamo mwezi Januari mwaka 2022, kikundi cha maafisa wa jeshi la ulinzi wa Burkina Faso kilitangaza kumpindua rais wa taifa hilo wakati huo, Roch Marc Kabore, mwanasiasa tajiri na ambaye alikuwa ameendeleza na kukuza uhusiano wa karibu na mkoloni wa zamani wa taifa hilo, Ufaransa. Maafisa hao wa jeshi walitangaza serikali mpya itakayoendeshwa na kile walichokiita vuguvugu la wazalendo chini ya rais mpya Paul Henri Sandaogo Damiba. Waliahidi kuleta uhuru wa kweli kutoka mkoloni Mfaransa, wakilaani sera za ukoloni mamboleo na udhibiti wa kiuchumi, kisiasa na kijeshi ambao Ufaransa bado ilikuwa inauendeleza katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Katika kipindi kifupi cha utawala mpya, Burkina Faso ilihitimisha makubaliano yake ya kijeshi ya miongo kadhaa na Ufaransa na kuwafukuza mamia ya wanajeshi wa Ufaransa waliokuwa nchini humo kwa miaka mingi. Awali Rais mpya Po Henry Damiba umaarufu wake ulikuwa juu, lakini ushawishi wake ulipungua siku hadi siku kwani hakuweza kuwashinda waasi wa, wa Salafu Jihadi ambao walivuruga amani ya Burkina Faso kwa koma mauaji ya mara kwa mara. Waasi waliendeleza vurugu zao na miezi tisa baadaye, kwa maana Septemba mwaka 2022, mapinduzi mengine ya kijeshi yalifanyika na kumuweka madarakani kiongozi mwingine wa kijeshi, Captain Ibrahim Traore, ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 34 na kuwa mmoja wa viongozi wa changa zaidi duniani. Kiongozi mpya Captain Ibrahim Traore aliapa kupambana na ubeberu na ukoloni mamboleo na kuanzisha uhusiano wa karibu wa kidiplomasia na serikali za kimapinduzi kama zile za Nicaragua, Venezuela, Cuba na Iran pamoja na hasimu mkuu wa NATO Urusi. Kapteni Ibrahim Traore aliahidi kujenga upya misingi ya taifa na kukomesha itikadi kali za vurugu, kupambana na ufisadi na kurekebisha kikamilifu mfumo wa serikali ya Burkina Faso. Kasi yake iliwavutia wengi, huku mara kwa mara akimalizia hotuba zake kwa wimbo uliokuwa unatumiwa na kiongozi wa Cuba hayati Fidel Castro wakati wa mapinduzi ya Cuba, wa Patria o muerte venceremos unaomaanisha iwe ni nchi yangu kuwa huru au nife, lakini tutashinda. Katika sera zake, Kapteni Traore alirejesha baadhi ya fikra za kimapinduzi za aliyekuwa kiongozi wa Burkina Faso hayati Thomas Sankara ambaye aliingia madarakani kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mwaka 1983. Katika utawala wake, mwenda zake Sankara aliasisi mapinduzi ya kisosialisti akabadili nchi maskini kupitia mageuzi ya kilimo maendeleo ya miundombinu na mipango ya afya ya umma pamoja na kukazia ajenda ya watu kujua kusoma na kuandika chini ya uongozi wa Sankara, Burkina Faso ilipinga waziwazi ukoloni mamboleo wa Ufaransa na kufuata sera yake ya nje ya kupinga ubeberu na kuunda miungano na mapambano ya kimapinduzi kote kusini mwa dunia. Imperialism freres, huu ubeberu bado unaendelea kuua ndugu zetu Afrika Kusini. Huu ubeberu ndio uliomuua Lumumba, Cabral na Kwame Nkrumah. tutazika ubeberu hapa. Wagadugu itamaliza ubeberu. Wagadugu sera le boribana de l'imperialisme. Hata na hivyo sera hizi za mrengo wa kushoto za Sankara zilibadilishwa mwaka 1987 wakati kiongozi huyo alipopinduliwa na kuuawa katika mapinduzi ya kijeshi yaliongozwa na mshirika wake wa zamani Blaise Compaore ambaye baadaye alihamishia nguvu zote na kuungana na Marekani na Ufaransa akiongoza taifa hilo kwa mkono wa chuma hadi mwaka 2014. Leo hii Kapteni Ibrahim Traore anasema anavutiwa sana na urithi wa Thomas Sankara, na ameweka wazi kuwa anataka Afrika Magharibi na bara zima la Afrika ikibidi lisiwa na ukoloni mamboleo wa Magharibi. Ni nani humu ndani hataki kuona madeni ya nchi zetu yanafutwa? Kama hutaki unaweza kupanda ndege kisha nenda benki ya dunia ukawalipe. Ni matamanio yetu sote kufuta madeni ya nje. Ningependa kuona katika mkutano huu tunatangaza kukataa kulipa madeni ya nje. Tusitengane katika hili, ili kuepusha mtu mmoja mmoja kuuawa. Kama Burkina Faso pekee ikikataa kulipa deni, hamtaniona tena katika mkutano ujao, wataniua. Hivyo basi, kwa kuungana pamoja watatufanya nini? Na tunapokataa kulipa madeni haimaanishi tunaepuka wajibu wetu.

Mnamo mwezi Julai mwaka 2023, serikali ya Urusi iliandaa mkutano wa wakuu wa Urusi na Afrika jijini St Petersburg na kuhudhuriwa na Arusha One Radio ambayo ilimnukuu Kapteni Ibrahim Traore akitoa hotuba kali dhidi ya ubeberu na nukuu, sisi ni watu waliosahaulika duniani na tuko hapa sasa kuzungumza juu ya mustakabali wa nchi zetu, kuhusu jinsi mambo atakavyokuwa kesho katika ulimwengu ambao tunataka kujenga na ambao hakutakuwa na kuingiliwa kwa mambo yetu ya ndani. Captain Traore alisema na kuongeza, kwa nini Afrika yenye rasilimali nyingi inasalia kuwa eneo maskini zaidi duniani? Tunauliza maswali haya na hatupati majibu. Hata hivyo, tuna nafasi ya kujenga uhusiano mpya ambao utasaidia kujenga mustakabali mzuri wa Burkina Faso. Nchi za Kiafrika zimeteseka kwa miongo kadhaa kutokana na ukoloni wa kishenzi na ukatili wa ubeberu ambao tunaweza kuuita utumwa wa kisasa. Captain Traore alisema na kuzidi kukazia hata zaidi kuwa hata na hivyo mtumwa ambaye hawezi kupigania uhuru wake astahili kuonewa huruma kwa chochote. Wakuu wa mataifa Afrika hawapaswi kuwa kama vibaraka mikononi mwa mabeberu. Ni lazima tuhakikishe kwamba nchi zetu zinajitosheleza, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa chakula na kuweza kukidhi mahitaji yote ya watu wetu. Utukufu na heshima ni kwa watu wetu na ushindi ni kwa watu wetu, Kapteni Traore alihitimisha. Katika kujenga mahusiano zaidi na washirika wenye mkondo sawa wa mawazo na yeye, Traore alifanya mkutano wa faragha na rais wa Urusi, Vladimir Putin mnamo Julai 29 mwaka 2023. Na katika mazungumzo yao kiongozi huyo wa Burkina Faso alisifu muungano wa Sovieti kwa kuushinda unazi katika vita vya pili vya dunia. Ujumbe wake ulifika pia Amerika Kusini, na waziri mkuu wake Alponari Joachim Kienda Tambela alisafiri kwenda Venezuela kukutana na rais Nicolas Maduro ambaye aliahidi kuendeleza ushirikiano, mshikamano na ku kujenga uhusiano thabiti wa kindugu. Kama hiyo haitoshi, mnamo mwezi Julai mwaka 2024, waziri mkuu Tambela alisafiri hadi Nicaragua kusherekea kumbukumbu ya miaka 44 ya mapinduzi ya Sandista na kuhudhuria sherehe ya Julai 19 ya mapinduzi hayo huko Managua, kwa mwaliko wa rais wa Nicaragua, Daniel Ortega. Asanteni kwa kujitokeza katika uwanja huu leo Januari 3, na wasalimu kwa kuitikia wito wa baraza la ukombozi wa watu kwa kufanya hivyo, mnaonyesha kwamba watu wa Bukina Faso wanafikia utu uzima. Wakati watu wanaposimama, ubeberu unatetemeka. Wanapotuangalia, ubeberu una wasiwasi, unatetemeka. Ubeberu unajiuliza jinsi ya kuvunja uhusiano uliopo kati ya CSP na watu wake. Ubeberu unatetemeka, unatetemeka kwa sababu unaogopa, unatetemeka kwa sababu hapa Ugadugu tutauzika pia. Na wasalimu kwa kuja kuonyesha kwamba wapinzani wetu wote walioko ndani na nje ya nchi wamekosea. Walitudharau, walidhani wangeweza kuzuia mwendo wa CSP kuelekea kwa watu kwa mbinu zao za propaganda na vitisho. Kwa kuja hapa maonyesha kinyume chake, ubeberu unatetemeka na utaendelea kutetemeka. Watu wa Burkina Faso mnaowakilishwa hapa na wakazi wa jiji la Ugadugu, asanteni, asanteni kwa kutupa fursa ya kuwapatia habari za ukweli. Watu wanapenda uhuru na wanapenda demokrasia, lakini maadui wa watu ni wakina nani? Maadui wa watu wapo ndani na nje ya nchi kwa sababu wanatetemeka, lakini lazima mwafichue, lazima mpambane nao hata wakiwa wamejificha kwenye mapango yao. Maadui wa watu ndani ya nchi ni wale wote waliotumia nafasi zao za kijamii au nafasi zao za kimamlaka ili kujitajirisha kinyume cha sheria kupitia mbinu za ujanja, kupitia wizi na kupitia nyaraka za kughushi. Wanajikuta wanamiliki hisa za makampuni, wanajikuta wakifadhili kampuni fulani wanajikuta wakitafuta kibali cha kampuni hii na ile, wanadai wanaitumikia Burkina Faso. Hawa ni maadui wa watu, lazima wafichuliwe, lazima tupambane nao. Tutapambana nao pamoja nanyi. Maadui wa watu ni akina nani? Maadui wa watu pia ni ile sehemu ya mabepari ambao wanajitajirisha kwa udanganyifu kupitia ulaghai na hongo kwa kushawishi maafisa wa serikali ili waweze kuingiza bidhaa zao za kila aina ndani ya Burkina Faso, ambazo bei zake zimeongezwa maradufu. Hawa ni maadui wa watu ni lazima tusimame dhidi ya ubeberu. Kama nilivyokwisha waambia, utahamia kwenye hatua ya vurugu na ubeberu ambao umeandaa kupeleka wanajeshi katika nchi fulani ambazo tunazijua na ubeberu ambao umebeba silaha kwa wale wanaouua ndugu zetu Afrika Kusini na ubeberu Lumumba, na ni ubeberu ambao umewaua Lumumba, Kabra na Kwame Nkuruma. Lazima niwaambie na nawahakikishia kwa sababu nina imani nanyi na ninyi mna imani na CSP kwa sababu sisi ni sehemu ya watu. Ubeberu utakapokuja hapa, tutauzika tutauzika ubeberu hapa Wagadugu. Itakuwa mwisho wa ubeberu, yaani mwisho wa njia yake. Maadui wa watu pia ni wanasiasa wanaozunguka vijijini tu wakati wa uchaguzi, wanasiasa ambao wanaamini kwamba ni wao tu wanaoweza kuifanya Burkina Faso ifanye kazi. Hao ndio maadui wa watu ambao lazima wafichuliwe na kupambana nao, na tutapambana nao pamoja nanyi. Maadui wa watu pia ni nguvu za ukoloni mamboleo na ubeberu zilizoko nje ya mipaka yetu. Wanatumia watu wasio na uzalendo waliopo kati yetu katika kila ngazi ya jamii, raia pamoja na jeshi, wanaume pamoja na wanawake, vijana pamoja na wazee, mijini pamoja na vijijini. Maadui wa watu wapo, maadui wa nje pia wapo. Maadui hao ni ukoloni mamboleo, wao hufahamika kama mabeberu. Maadui wa watu pia ni nguvu za upotoshaji ambazo zinapitia chini ya kivuli cha kiroho kwa maana ya dini na chini ya kivuli cha utamaduni kwa maana ushirikina, ili kuwanyonya watu badala ya kuwahudumia kiroho kwa uaminifu. Ili kuleta maslahi ya jamii, tunapaswa kupambana nao na tutapambana nao. Hebu niwaulize swali: Je, mnawapenda hawa maadui wa watu? Sema ndiyo au hapana. Sauti za wananchi bila shaka zinasema hapana. Kwa hiyo mtapambana nao ndani ya nchi hii? Bila shaka nyote mtasema ndiyo, na tuendelee na mapambano. Basi tuendelee na mapambano. Maadui wa watu wapo pia nje ya mipaka yetu, wanajenga misingi yao kupitia watu wasio wazalendo.